Nam ahlan wa sahlan, na na na marhaba mtazamaji, nikitumai kwamba u buheri wa afya. Leo hii tumekita kambi mpaka maeneo ya Sarit hapa jijini Westlands, kuhakikisha kwamba tunakuletea kwa njia mubashara shughuli nzima inayoendelea hapa ndani, shughuli ambayo wafanyabiashara wamepatiwa nafasi ya kuonyesha vifaa mif na bidhaa ambazo nazidi kuzionyesha hapa ndani ya Sarit Centre. Na pia fahamu tu kwamba tutakuwa tunaungana na baadhi ya wanabiashara wana hawa kuhakikisha kwamba tunakuletea moja kwa moja njia ya vitu bidhaa vipi zinatengenezwa bidhaa hizi, vipi zinaweza kushughulikiwa mpaka kuwa tayari katika uh, sekta ya mauzo. Na hayo yote utayapata ndani ya Go Green TV. Mimi ni Tayasini Ali. Naam, nilivyokuahidi mtazamaji, kwamba ndani ya jumba hili la sari tutakuwa tunaweza kutangamana na baadhi ya wafanyabiashara ambao watakuwa natueleza tu kwa uchache na mapana hata uh, kuhusu biashara yao, vipi bidhaa hizo zimeweza kutengenezwa na mpaka sasa bidhaa hizo, bidhaa hizo zipo katika sekta ya mauzo. Na labda tu bila kupoteza wakati eh, kunaye bwana mmoja hapa, bwana Shupago ambaye kitu ambayo imetuvutia sisi na imetufurahisha sisi ni kuhusiana na mchongo ambao upo ndani ya biashara yake, mchongo ambao unaonyesha zaidi mila na tamaduni za Kiafrika tu na labda bila kupoteza wakati tuambie wewe ni nani, unafanya nini, alafu tuenda tu. Mimi kwa majina naitwa Madhu Njao. <laughs> Kazi yangu ni ya kuuza hizi vinyago na hizi vinyago wanauzia fika mm -hmm. Kwa hoteli ambayo inaitwa Blue Coast Hotel. Na hizi vinyago wanaenda kutafuta mbali, uko pande za Ukambani, na mostly huwa zinatengenezwa na miti ambayo imefika kiwango ya kuwa pruned ama kiwango ya kukufa, kwa hivyo hatuharibu miti ambayo ni haijafikia ah, ile kiwango mm -hmm. yeah. Na labda tu nikuulize, labda una uzoefu wa miaka mingapi katika sekta hii ya biashara? Hii kazi nimeifanya tangu nimalize shule, kwa hivyo nimeifanya karibu miaka ishirini na mitatu hivi. changamoto umekuwa ukizipata? kwa ufupi tu labda, eh, tuseme changamoto, ch inaweza kuwa at times kuna hiyo shida kwa sababu kuna wakati yule season iko chini kuna wakati ambao season iko mzuri, lakini uh, at times season ikiwa chini, tunajua wakati wake utakuwa unafika na, na tunapata biashara mzuri uh -huh. Eh, labda tu tueleze kwa ufupi inaanzaje kutengenezwa mpaka ikafikia pale ambapo kwa sasa tunaona kwamba ishakuwa tayari kwa mauzo, labda tueleze tu imeanzia wapi mpaka kuwa mauzo. Wenye kutengeneza wana wanapata ile miti ambayo imekufa na imeanguka na. Wakipata hiyo miti wanakuja wanakata, alafu wanaanza kuchonga Wakianza kuchonga ndio sasa inawekwa kwa sandpaper, alafu inapakwa rangi mm -hmm. Ikipakwa rangi sasa ndio inakuja inafika kiwango ya kuuzwa ikiwa tayari kama ilivyo sasa mm -hmm. eh. na labda hiyo miti ni miti aina gani ambayo ndio itumike katika shughuli nzima? Labda kunayo aina ya miti ya ambayo inatumika, miti ambayo inatumika, kuna miti aina mingi, mti mm -hmm. Kama hii ni mpingo, kuna mti ya rosewood na kuna hizi miti yero wood ambayo inapatikana huko Ukambani, lakini kama hii ni mti ya mpingo, mpingo. Na mti ya mpingo inachukua miaka mingi sana ili ifike hii kiwango, kwa sababu ile black, black, da, black kinaanza ndani inaenda ikiwa kubwa kulingana na miaka ya mti. mm -hmm. Eh, kazi ya uchongaji tuna, tuna kwa sababu tunaamini kwamba ubunifu uliofanyika hapa ni ubunifu wa uchongaji. Yes. Unaoifanya ni wewe ama labda kuna watu ambao umewajiri kufanya kazi? Kuna watu wale ambao wanafanya hii kazi, mimi nina, wakiisha nachukua, alafu na nina wakiisha tengeneza mimi nachukua naweka kwa sand paper halafu ninakuja kuuza. mm -hmm. Eh, unajisikiaje kuwa katika sekta ya biashara katika kuilenga mila na dasturi Afrika. Hii kazi naona ni mzuri kwa sababu unajua hao wanyama wengi sasa wako extinct. mm -hmm. Na kwa hivyo kwa hizi michango zinatusaidia kukumbuka wanyama wengi vile walivyo ama vile walivyokuwa. mm -hmm. Na labda, mbona ukaamua kujitosa katika nyanja hii, mbona si nyanja ya kuuza nguo? mbona si nyanja? Mbona nyanja hii ya kuchonga hii kazi si haina watu wengi, kwa hivyo hii kazi sio ambayo iko na competition kubwa. mm -hmm. Lakini kazi zingine ziko flooded, lakini iko sawa nam eh. Labda kunayo yoyote ambayo unaweza tueleza vipi ilianza ikatengenezwa mpaka ikakuwa imekomaa kabisa, labda hiyo zoezi nzima ya kuitengeza. Labda sasa kwa mfano tunaweza kuwa kama hii hapa, kama hii hapa, ukiangalia hii inaonekana ni imetengenezwa kutoka kwa driftwood. Mm -hmm. Hii ni mti ambayo ilikuwa imekaa kwa mto kwa muda mrefu sana na. Na ukiangalia unaona ni abstract, lakini ukiangalia huku mbe, mbele unaona ni, ni ndovu na mpaka zile pembe zake na. Eh. Na labda kunayo shirika kama shirika la kuwalinda wanyamapori na shirika linalosimamia maswala ya mazingira Kefri KWS. Kunayo ile changamoto ambayo unapata nayo labda ukienda kuzungumza nao kwa sababu ama kukata miti hauhitaji ruhusa. E, nimesema hizi miti ni zile ambazo zimekufa mm. Kwa mfano, ukiangalia hii kana, kama hii unaona imekaa kwa maji kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo hizi zi, ni zile miti ambazo zimekufa. Hatukati zile miti ambazo ziko sawasawa mm -hmm. Eh, una yapi ya kumwambia mtazamaji, labda ukiangalia kamera, ukielekea kamera, una yapi ya kumwambia mtazamaji kuhusu na biashara nzima hii? Biashara ni kazi, ni kazi ambayo si mbaya, ni kazi ambayo ni nzuri sana, lakini ni vizuri pia tuangalie mazingira, ili tusiweze kuharibu miti, tusiweze tusiweze kuharibu misitu yetu. Na mtazamaji, ni hayo tu, lakini si bado hatujamaliza. Siku ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao wapo tayari kuonyesha umaarufu wao na ustadi wao katika biashara tofauti tofauti. Huyu bwana ni mmoja wapo kwenye biashara ambao wamejikusanya katika maeneo haya kuakikisha kwamba anaweza kuonyesha ubonifu wake. Kwa hivyo usigonyeze kitufe, tutakuwa nawe mpaka mwisho wa shughuli nzima. mimi ni asimama